Nisiache kumpongeza waziri wa fedha, kaka yetu comrade Mwigulu Lameck Nchemba, naye kuna mchango mkubwa ametoa. Ukiona kuna miradi inatekelezwa kwa maelekezo ya viongozi, maana yake wako watu huku chini wanakimbia. Sisi kwenye mpira wa miguu huwa kuna mchezaji anaitwa kiungo mkata umeme, anacheza chini hapa, anacheza kama kiungo hapa chini, kiungo mkabaji. Kiungo mkabaji huwa kwenye matukio muhimu kama kufunga goli huwezi kumwona, lakini huwa anafanya kazi kubwa, kazi chafu za kuhakikisha kwamba timu haiwezi kufungwa. Kwa hiyo waziri wa fedha amefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba eh, miradi inayotakiwa kupelekewa fedha inapata fedha. Kwa hiyo ukiona kwamba fedha zinakwenda kwenye miradi, ukiona kwamba fedha zinakwenda kulipa mishahara, fedha zinakwenda kuongeza vyeo vya wafanyakazi, fedha zinakwenda kulipa madeni, Wizara ya Fedha maana yake inafanya kazi yake vizuri kwa maelekezo na maagizo ya viongozi kwa hiyo nitakuwa sitendi haki kama nitasifu maendeleo yaliyopatikana bila kuisifu na kuipongeza wizara yetu ya fedha chini ya kaka yetu Mwigulu Nchemba kwa kazi kubwa anayofanya kwa maelekezo ya viongozi, kwa maagizo na mwongozo wa viongozi kuhakikisha kwamba kule ambako fedha zinatakiwa kwenda, fedha zinakwenda. Sasa hivi huko halmashauri watu wanagombana kwamba fedha tulizoletewa hazijatumika. Yaani ugomvi ni kwamba kwa nini tumeletewa fedha hatujatumia. Zamani watu walikuwa wanakamatwa kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo kama ujenzi wa shule na miundombinu mbalimbali, watu walikuwa wanakamatiwa kuku, wanakamatiwa mbuzi, wanakamatiwa ng'ombe ili wachangishwe kwa lazima, lakini chini ya serikali hii fedha nyingi sana zimekwenda kwenye ngazi ya halmashauri huko kutekeleza miradi mbalimbali ya maendeleo. Kwa hiyo nina kila